Karibu katika mda pesa, mda pesa, ninakusalimu kwa jina, naitwa Timo Mzava. Una like hapo, una subscribe na una gonga hiyo kengele, ili zakutoa somo lingine uwe wa kwanza. Tunaenda hapa kufungua TimeBucks, kuangalia mambo ambayo wanayo uwezesha au atakao kufanya TimeBucks wakufungie au akaunti yako ifungwe, sawa. Unaenda hapa kifungua hiyo TimeBucks, ikishafunguka unaenda hapa kwenye n, ukishatoka hapo kwenye n utaenda utaenda hapa katika task Ukishaendapo katika task ikifunguka, kuna kitu kama hichi utakiona Approver rate. Mimi nina tisini na sita, sawa, lakini ukiweka kwenye huu mshale kwenye hichi kiulizo hapo, ukaweka mshale wako kwenye hichi kiulizo, utone na kuambia average yangu mimi ya kazi nazozifanya zilizotathminiwa katika data, baada ya kumaliza na kuwapa, inatakiwa uwe na kazi kumi ambapo itakuwa asilimia thelathini wanakufungia akaunti hutaweza kufanya kazi yoyote, yani ni bandi. Kwa hiyo unatakiwa at least kila siku ufanye maswali kumi naya submit. Hicho ni kitu muhimu sana, ama sivyo wanakufungia. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukijue. Kitu cha pili hautakiwi uwe una akaunti mbili, kwa sababu humu kuna maroboti yanaangalia, yanahakikisha kwenye Facebook yako, yanahakikisha kwenye Twitter, sijui kwenye nini, kote yanapita kutokana na ile saini yako n uliyo saini na email yako na age taifa. Kwa hiyo ile inakufanya wewe ufungiwe, wakija kugundua tu una akaunti mbili Eh, mwaka wa kuzaliwa kitambulisho, sijui na nini, zinafanana, wanakufungia, kwa sababu hutakiwi kuwa na akaunti mbili, unatakiwa uwe na akaunti moja. Hicho ni muhimu sana. Jambo la tatu, unachotakiwa kujua ni kuwa usiwe na udanganyifu wa kufanya maswali Nadhani umenielewa. Udanganyifu wa kufanya maswali, nina maana gani? Umeenda mfano, umeambiwa angalia video hii, sawa? Mfano mdogo tu nikuoneshe kwenye video, sawa? Video unaenda kuiangalia Sawa, hapa nafungua niipate hiyo video kwanza, halafu video ina masharti sasa. Yale masharti yake lazima niyatimize. Mfano hapo nimeifungua video, inaniambia ni iangalie dakika moja, kulaiki. Nikilaiki nispo like, ni option, hawana tatizo. Kwa hiyo ninafungua hii video hapa. Kitu cha kwanza ili niifungua hii video nijue linafanya sawa, sawasawa. Ninarudi hapa nyuma, hii ni picha ya hii linki ya video, kwa hiyo nayo hii naifungua ili nisiende kugonga picha nyingine. Kwa hiyo hii ikifunguka ninaangalia video yenye picha kama hii. Kwa hiyo ninatafuta hapa hiyo picha, sitakiwi nikagonga picha nyingine. Ukigonga okay picha nyingine tu, wale wanafahamu kuwa umedanganya, kwa hiyo hichi kitu kitakufanya fanya ufungiwe. Kwa hiyo hata kama sitaiona, nitaenda tu nita scroll mpaka chini huku nikithibitisha, je, nimeipita au sijaipita. Wakati mwingine unaweza nikasema ngoja ni search tena. Sawa, ninapita naangalia hivi, hii ndio ipi? Okay, kwa hiyo naenda taratibu, lazima niipate picha hiyo. Kwa hiyo nikiikosa hiyo picha ni bora nisifanye hilo swali. Kama hamna, nitaenda katika zoezi lingine. Ukikosa acha, usije ukaona, huyu jamaa, kwa ajili ya jamaa ndiyo huyu basi, nikliki, ni kliki niangalie dakika moja, alafu ni screenshot. Nikifika hapa, nina browse na kusubmit hilo nalo unahesabiwa, ikifika asilimia fulani wanakufungia mbili. Cha tatu, inawezekana ikawa ni video hii, unaambiwa uiangalie dakika moja, dakika ifiki nao, baada ya muda wanakufungia. Pengine unaona mi bando langu litaisha, labda nina nini, una crop hii picha hapa, una submit utafungiwa kwa sababu unapo screenshot wanaangalia ule muda hapa na siku. Kwa hiyo ukisema ucrop picha unafungiwa. Kwa hiyo usidanganye, bila hivyo utafungiwa na hautaweza kuendelea kufanya kazi yoyote kitu cha nne ni kuhama location. Mfano, nipo Tanzania nimeenda Kenya. Yani nikishavuka tu mpaka wa Kenya, nikifungua TimeBucks inajifunga automatic. Kwa hiyo inabidi niwasiliane nao na niwaambie nimehama nchi. Kwa hiyo hivi vitu ni vya kuwa makini sana. Asante, endelea kufuatilia chaneli hii ya mda pesa uzidi kujifunza na utumie bando lako likupe faida. Asante sana. Mda pesa. Mda pesa.